Mikutano mingi na watu wanaamini na marafiki zako wamekwambia, lakini ninashindwa kuelewa kwa nini wewe umwamini Mungu wangu. Halafu wewe unafahamu tabia zangu zilikuwa hizi na hizi na hizi na hizi na hizi na hizi, umewahi kuzisikia? Tangu nimekuwa Mwadventist, huu ni ushuhuda kwamba nimemwamini Mungu anayebadilisha alafu bado unanichukia? Vipi ningekuwa navuta bangi, alafu na kunyuka makofi? Akakaa kanisikiliza kama baba, sitoshe tu kusema mtoto amebadilika hivyo, na taarifa naheshimika sana na wazee umu wote, watakwambia kama kuna mtoto twamheshimu ni mwanao, kwa sababu ameona badiliko. Ndio ujue nina Mungu wa kweli anayebadilisha baba akakaa na kweli cha kukosoa hakioni baadaye mwisho akasema ee, sawa nimekusikia nikamwambia karibu kanisani sikubeba biblia sikubeba biblia tumekaa wawili aniambie kasoro alinifahamu na amesikia maisha yangu yakoje baadaye akasema sawa, nimekusikia. Nikamwambia kunisikia tu haitoshi. Akasema eh, hey, labda naweza kuja kanisa. Hey, labda nitakuja nione. Kasema usiseme labda, nina Mungu anayenibadilisha ndio maana mimi. Utasikia wewe, si ulinifahamu? Uliza wazee wenzako. Na baba yangu mimi alikuwa mrefu, sio kama mimi, mimi mimi ufupi nimechukua kwa mama. basi akasema sawa, ndio. Akaleta maziwa tukanywa hapo, nami nilikuwa nimeleta sukari fulani hivi, nimeleta vitu vichache kwenye pikipiki, nikampa nikaondoka, nikasafiri kwenda kwangu. Sabato iliyofuata akaenda kanisani, wale wakule kanisani wakatafuta namba wakanipigia, halo, baba yako amekuja. Nikasema sasa, mtunzeni huyo, ameamua kuwa Mwadventista. Sikumsomea mafungu. Wengine tuna juhudi kwenda nyumba kwa nyumba na mafungu. Ni kweli mafungu mmekariri, lakini hawajaona huyo Yesu unayesoma kwenye kitabu hiki amefanya nini katika maisha yako? Hatuwezi kuwaambia watu miujiza ya Yesu aliyotenda Israeli kama hawezi kutenda kwetu sisi tuliyomwamini hapa. Miujiza ya kule Israeli haisaidii mtu wa Ntendo, ni lazima waambie yule Mungu aliyetenda miujiza Israeli. Mimi mnanifahamu Ntendo, tabia zangu zilikuwa ni hizi. Yesu amenibadilisha, ndio maana nimekuja kwenu niwaambie, na ninyi mkimwamini mtabadilika.